Swali la pili, na hili linatokana na pongezi, kwa sababu mara nyingi wakitokea watu kwenye mitandao, hata juzi ulisuluhisha mgogoro mmoja wa mama mmoja wa nyumba <clears throat> wakina mama wakilia, unakwenda haraka, unakwenda. Kuna mwananchi wako mmoja kwenye mitandao ya kijamii alitajwa kutekwa, kwa sababu umezungumza swala la kuteka hapa, mwananchi wako mmoja anaitwa Polepole na mama yake alilia kidogo, nataka kufahamu umeenda kumtembelea, na mwananchi wako mpaka sasa una taarifa zake? Lakini pia nimeulizwa swali hapa kwamba unafahamu kijana wetu Polepole alipo, na labda tumefanya nini, tumesha labda kwenda kumtembelea yule mama. Yeah, in fact, mimi kama mkuu wa mkoa katika matatizo ndani ya mkoa yako mengi sana yani, uwezi kukwenda, yani, you can't foot everywhere and let your legs wet katika kukwenda kila mahali, wewe unakwenda tu kila mahali, hiyo sasa itakuwa sio administration, sio utawala huu. Lakini ukweli ni kwamba Polepole si alikuwa balozi? Mimi kama mkuu wa mkoa sielewi alijiuzuru akiwa nchi gani, na mimi kama mkuu wa mkoa hakuna sheria yote inayosema ukitoka kwa balozi uje uripoti kwa mkuu wa mkoa. Sasa kwa ajili ya usalama wako, sina hizo hizo hizo profile. Wewe mzangu ulivyokuwa unasikia kwamba polepole pole yuko si wapi, na mimi nilikuwa nasikia hivyo hivyo na amekuja kusikia kwamba sasa Polepole amechukuliwa, na mimi nasikia tena vile vile, kwa ala kumbe da alikuwa Dar es Salaam. Mtu mmoja ananionyesha kwa kamera kamoja, kanasema alikuwa anasema hapa ni wapi, lakini wakiangalia wanasema hapa si pale kwenye ile sanamu ile, si ndio? Lakini kasema, sawa sasa kwenye sanamu inawezekana ikawa like, ni picha iliyopigwa leo, iliyopigwa jana. So generally ni kwamba sina connection yoyote nayoweza na kuifafanua sana kuhusu maisha ya ndugu yangu Humphrey Polepole lakini kikubwa na mimi nimekuwa mfuatiliaji toka kwenye YouTube, anachokieleza kuna siku amenitaja pale, na ngoja ni check na mimi kwenye YouTube, nikaona tu huku chi, huku kota, hakuna kitu kinachokuonyesha hata kibao tu kwamba hapo ni wapi, hamna. Basi linalo ni husu na mimi nikalichukua na mimi nikaendelea kulifanyia kazi basi. Kwa hiyo majibu yaliyotolewa na jeshi la polisi kuhusiana na mambo yote haya na uhusiana haya, basi tuwape muda kama ambavyo wameahidi katika masuala ya kiuchunguzi kujua alikuwepo kwa nyumba gani kama ambavyo imetamkwa na vitu vingine vya namna hiyo. Sisemi kwamba jeshi la polisi limepuuza. Jeshi la polisi ni wavumilivu, wataendelea kufanyia kazi na kama nilivyosema, upelelezo wa jambo lote ni wa teknolojia. Marekani anaweza kupeleleza jambo lake very likely kwa quite different na mimi ninavyoweza kupeleleza jambo langu kwa sababu ya teknolojia. Leo kwa mfano tunaangalia sisi Dar es Salaam jambo lililoibiwa na kwa kwa au vitu vilivyovunjwa, tunavipata kwa sababu ya footage ya mtu aliyefunga kamera Why about ambaye akufunga kamera. Tunaanza kubishana, hata kwenye mipira. Zamani mnakumbuka, tulikuwa tunajipigia piga tunajibutulia tu goli, refa anawaza, anasema basi iliwe goli, lakini leo imekuja kitu kinaitwa VAR. Watu wanakwenda ndani wanasikilizia, wanaiangalia wanasema, mpira katikati ni goli. Hiyo ni teknolojia. Teknolojia ni jambo la muhimu katika kusaidia uchunguzi na upelezi wa jambo lolote. Technology, time audience context environment, vyote kwa pamoja ni vitu ambavyo vinaweza vikasaidia na la vikarahisisha, lakini plus, plus human capital pia ulionayo, vyote hivi vitu kwenye combination, vyote hivi vinasaidia ili kupata jambo ambalo